A hub of hope. Hi, haya uh, pole kwa kutuvumilia, lakini yote kwa utukufu wa Mungu tumerejea hapa na Dr. Elie pamoja na Sam ili tuweze kuendelea na somo la mawazo. Karibu sana Dr. Asante, yes, Asante, brother. Asante brother. You're welcome. Thank you, appreciate. Ndugu mtazamaji, twasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu tim Chomoza. Leo ni siku nyingine, Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka, tunaongelea mawazo, na tulikuwa tumeshaanza kuongelea mahusiano ya kati kama circuit maalum katika usafirishaji wa mawazo. Mawazo yanatembea kwa kasi mno, kutoka kwa mazingira rafiki, kwa hali rafiki, kwa watu rafiki na kwa mtu rafiki. Zingatia, Mawazo ni dynamic. Maandiko yanasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, lakini tuzingatie pointi hiyo, tupate picha kamilifu. Maisha kwa asilimia kubwa katika ulimwengu huu ni illusion, ni kama unavyo, unavyo conceive wewe. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo twaweza tukaongeza hapo kifalsafa, aonavyo nafsini mwake ndivyo vilivyo, aonavyo nafsini mwake ndipo palipo. Usipoona nafsini mwako hivyo, impact ya kuakisi inakuwa pungufu. Mazingira yakiwa rafiki, yanaathiri kuwaza kwako kwa kasi mno. Mazingira urafiki, ni nini? Urafiki ni ukaribu wa kupasiana nishati. Tunatafsiri kifalsafa hivo, urafiki ni ukaribu wa kupasiana nishati. Ukiwa na urafiki na mtu mnapasiana nishati wewe unampa na yeye anakupa. Rafiki yako ana determine wewe utaishia wapi. Rafiki ni yule ambaye ana share energy ya mawazo na wewe, kwa kasi zaidi ya wazazi wako, kwa kasi zaidi ya mtoto wako au mwanafunzi wako. Kwani rafiki ni yule ambaye mnashauriana mnasaidiana na mnapasiana mawazo, ndio maana ya rafiki. Rafiki sio mwanafunzi wako, sio mzazi wako, ila kila rafiki ana source yake ya energy tofauti na wewe. Rafiki umekutana naye, mmeishi pamoja, labda mmesoma wote, labda mnasali pamoja, mnaswali pamoja, labda mnafanya kazi pamoja ofisini, ni rafiki au mlikutana mkaanza mahusiano mkaoana, wanandoa, mahusiano ya ndoa ni mahusiano ya urafiki. Thats the very reason ndoa leo pia iendi popote, kwa sababu haifikii viwango vya urafiki. Kila mmoja katika ndoa na asiri zake, kila mmoja na mitazamo yake. Umeme au kushare, hakuna umeme nao tulisema mawazo yanatembea kwa mazingira. Mazingira yakiwa rafiki na wewe, yatakuaffect na yanakuinfect kwa nam jinsi unavyowaza. Ndio maana ukiangalia watu kwa mazingira wanakoishi, wana set na traits za kimawazo zinazoashiria watu wanaotokea maeneo hayo mazingira ukiona mazingira asilimia kubwa ya watu wamejenga vyoo alafu hawajaweka rufu, itakuwa normal kwa maeneo yale. Watu wengi watakuwa wana vyoo, hakuna rufu, juu wachache wataweka rufu, na ndio watakuwa exceptional katika kuwaza kwao katika mazingira hayo kwa kuweka rufu. kwa kuweka rufu tu aliyejipishanisha na wengine kuna watu walilelewa katika mazingira masikini mno, lakini wanakuja kutoboa wa maishani, wana excel kwa, namna ya ku, kwa jinsi namna ya kustajabisha watu. Huyu alilelewa amekulia katika mazingira ya shida, mazingira yasiyoeleweka ya, ya lakini ametoka ya ameinuka, ina maana mazingira hayakumwathiri, hayakuathiri mawazo yake na katika kukua kwake alikuwa na ashiria dalili hizo kwamba mazingira hayajamwathiri, ay, yeye ana mazingira tofauti ijapokuwa amekaa hapo. Kwani maisha kiukweli, ndugu mtazamaji, katika falsafa yake ni conditional sio positional. Ajalishi uko wapi, bali ukoje. Hali ndio muhimu, tutazingatia somo e, Meseji ya Sulemani pale Misali ishirini na tatu saba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mm, sio mambo yalivyo, bali aonavyo nafsini mwake. Kiukweli maisha yako ndugu mtazamaji ni mitazamo ya kwako. Mambo yote unaozani yapo kama yalivyo, hapana. Yaliomo si kweli, mtu ndiye kweli. ndiyo maana utakuta conception inakuwa kii, unaweza ukarecontextualize, unarudisha mambo kwenye mkao thabiti kulingana na mitazamo yako. Utakuta mtu afai, lakini kwa yule anafaa, mitazamo yake. Huyo mtu katili, watu wote wamtaki, lakini kwa yule anafaa, mitazamo yake. Unavyotazama maisha ndivyo yanavyokwenda. Wengine walizani labda sasa dokta taamia mazingira, sisi tunaishi katika mazingira ya namna hii ya shida, eh? Angalia vyoo vyote havina rufu, hawajawezeka juu watu, bafu unaweka tu unaweka nani viroba na kadhalika. Sasa anavyotufundisha hivi, ina maana sisi mawazo yetu yanakuwa machafu, hatuwezi kufanikiwa? Hatujamaanisha hivo, kwani sisi wenyewe tumekulia pia mazingira ya namna hii. Hiyo Leo sio the case anymore. Haijalishi uko wapi, kinachojalisha ukoje. Ili mazingira ya kuathiri inabidi wewe ujisalimishe kwa mazingira hayo, utosheke nayo uchafu. Ukikubali uchafu, una tolerate uchafu, mawazo yako yatachafuka. ukikubali mazingira unapokaa pawe pachafu, ukikubali, ukitoa kibali, unaruhusu mazingira hayo kuwa rafiki na wewe. Hapo ni challenge, kwa sababu sisi Afrika challenge hiyo ipo permanent. Maendeleo ya kimazingira sio kwa wote kiukweli. Kwa wenzetu wamejitahidi kuweka mazingira yawe tofauti, yamesaidia mno ubongo wa watoto wanaokwenda shule, ubongo wa watu wanaoishi pale majirani, watu wana perception tofauti na view tu wanaotazama. Lakini sisi kuna challenge, na kuna wengine pia kuna challenge, nchi nyingine kama India, ukienda Mumbai na kadhalika, kuna sehemu mbalimbali pia warabuni, hata Marekani enzi zile nakumbuka Harlem ilikuwa hali tete pale New York, lakini ni New York. Harlem ilikuwa weusi ndio wanaishi hapo Harlem, lakini hali yake ni tete, na utaona watu waliokuwa mazingira yale wanavyoongea Kiingereza wanavyobehave ni tofauti mazingira, mazingira. Enzi zile siaro kule ndani na karibu na DC na Washington lakini hali ya watu wengine ilikuwa kwenye kakona, unaona watu wale ambao tulikuwa sisi watumwa na kadhalika, maisha ya balaa. Lakini definition ya maisha, utakiwe kuachia mazingira y kudefine maisha yako, yatakuathiri vibaya mno. Kuna watu maisha yake yameharibika kwa sababu mazingira yanaonekana ni ya kitajiri, anaanza kuona wote wanaokaa maisha ambako vyoo vyao hawajawezeka juu, anaona kwamba hawa hapa hawafai, anawaona vitu vya takataka havina taka, maana mazingira ulipokaa, kwa sababu unakaa mazingira umejenga vizuri huko karibu na bahari, wale wanaokaa sehemu ya, ya chini, wee unatafsiri kwamba sio watu wa maana kube asilimia kubwa pia ya watu mnaoishi nao pale unapoona ni kifahari, walianzia wali kama kule unapoona ni takataka kama sisi tunavyoishi huko Mbweni huko kwetu, kila mmoja yuko ndani ya fensi, kila mmoja anajiweza kaviwango vyake, lakini undugu hakuna, ushirikiano ule hamna, ukaribu hakuna. Unaweza ukakaa, unajua jirani wawili tu na uwaoni mkibahatika kukutana getini wote na magari mnataka kuingia, ndio unamsoma una laza ya maisha ni tofauti. Ni wale tunaozani wanaishi uswahilini, anajua jirani yule anaitwa nani, wana interconnect, wana interact. Ndio undugu, ndio utu wenyewe. Tukifanya vikao vyetu kule Mbweni nikaambia mwenyekiti wa kikundi chetu, nikamwambia tusifanye vikao kwa ajili ya kuchangia ulinzi tu, bali tutembeleane, tuwe na kikundi cha kutembelea watu, tujuane kwa majina, sio kuingilia details za maisha ya mtu anavyoishi maisha yake, lakini kujuana kama ndugu. Pamoja na kwamba tuko ndani ya mafensi, nguvu ile inasaidia mno. Leo watu tuko na magrupu tu, msiba ukitokea, mnachanga, haikuhusu nani, mkaona undugu ule, ndio unafanya ladha ya kuishi. Ndugu mtazamaji, ladha ya kuishi, watu wengi tunaishi, lakini ladha hakuna. Unakula chakula ladha hakuna. Unakula nini? Unakula makapi. Hata makapi unaweza ukasikia, yani flavor fulani hivi kwa mbali Aidalishi umekaa mazingira gani hapo? watu wanazoea kusema uswahilini mm. Sio tusi mm. Uswahilini ndio kwetu aswa mm. Waswahili ndio kwetu waswa, lakini we unaeishi pale unaendeshwa na uswahili uswahilini ama unaendeshwa kama Mswahili. Umbea sio sifa tukufu lakini Mbeya ni mkoa tukufu. Watu wote ambao ni wa Mbeya kwa expression, sio watu wa kutoka Mbeya mkoa. Mbeya, Mbeya ni mkoa tukufu. Uswahili ni utukufu, nabidi kuwa proud kwamba mimi ni mswahili. Lakini wakisema uswahilini, maana inabadilika walioleta jina ile wana maana tofauti. Kama we unaishi mazingira ya namna hiyo, haimaanishi mawazo yako inabidi yaende namna hiyo. Sisi sote tusidanganyane hapa, tumevaa vizuri hapa, tunakuja leo, tulianzaje maisha? Inabidi mtu ukumbuke kwamba wote Bwana ametuokota chini, ametupa thamani fulani. Inabidi kuelewa yule ambaye yuko chini utamwinua vipi. Bahati mbaya, leo mtu ambaye yuko chini unam unachimba kabisa kaburi lake, namchungia kaburi yake azikwe. Wanaenezwa, wanaenezewa habari e, za wachawi, merogwa, ndio pale maeneo ya waganga, sidio, wamekuroga, wamefanyia hiki. Ndio watu wanakuwa pia na saike ya namna hiyo, kurogana, kurushiana magonjwa, kufanyiana hiki na kile, kwa sababu hata ujumbe unaokuja pia na sisi tunaoitwa watu wa dini tunakwenda sehemu kama hizo kuonea watu. Ndio maana kanisa la matajiri, watu kudondoka hakuna, kuwatoa mapepo hakuna. Kumbe matajiri ndio ni mapepo aswa, lakini mapepo yao wako sophisticated, sio mapepo ya masiala masiala, mapepo ambao wanajiheshimu. <laughs> waletee <coughs> mapepo toka toka, asema vipi, tuongee <coughs> <coughs> Nieleweshe mapepo wale wanatoka kwa ma... kuelewa, yani asipoelewa <laughs> hatoki. Unietee maelezo kama wale watoto walikwenda kufukuza mapepo, eti tunatoka kwa jina la Paulo, eh... anambia oh, Paulo tunamjua. Talk sense to us. Talk sense. Paulo tunamjua lakini nini kina nani <laughs> so kama leo ni maigizo, ndugu zangu, maigizo yanafanyika sana Matajiri wengi wana mapepo, ni washirikina kabisa, lakini mm -hmm. Mapepo wako sophisticated. Hata yule kichaa mapepo walikuwa subtle. Sifa ya shetani ni subtlety mm -hmm. Ni mwerevu, sio mpumbavu. Wakamwambia Yesu we vipi? mm -hmm. Aliye na mapepo ni mchafu, kichaa, anafungwa minyororo na kama kaburini, lakini ana talk sense mm -hmm. legion wanasema wewe, mwana wa Mungu, tunakujua. Kwa nini umekuja kutusumbua kabla ya muda? Maanake wanajua hadi wakati wao, kwamba tuna operate kwa muda. Basi negotiation, kama unataka tutoke hapo, tutume kwa nguruwe. Yesu pia akakubali, anasema nguruwe wale hawana thamani sawa na mtu, nendeni kwa nguruwe, kwa sababu pepo yana options pia. Uh, yanatoa yeah, sense ya options mapepo yana, yako, yana sensi. Ukienda ovyo ovyo, utapotoshwa na sanaa na mapepo wenyewe wanapashiana pale pale. Wanana, <laughs> kama ulivyo <laughs> hey, wanapashiana. Yani unafikiri umetolewa po pepo, kumbe umepandikizwa pepo. Kwani hakuna pepo sawa na ujinga. Ujinga ni pepo zaidi ya mapepo yote, ujinga. Sasa wanakuambia Umerogwa, umefanya hivi. Unajua, makanisa mengi sehemu za dini ya asilimia kubwa inajazwa na watu ambao ilitakiwa mawazo yao yasaidiwe kutengeneza nyanja ya kusafirisha umeme, sio kuwatoa mapepo, kuwaelekeza maandiko yanasema nini. Mtaifahamu kweli, nani? Mtaifahamu kweli na kweli tawaweka huru. Kweli ndio nakuweka huru, freedom. Kweli kufahamu kweli, kweli ni cause. Ukielewa sababu unajua kweli, mm, na sababu inasomeka mara nyingi kwa muhusika. Watu wengi hatuko honest leo. Zingatia ndugu, aijalishi unakaa mazingira gani, mm, lakini unaafikiana vipi, mm, na mazingira hayo, mm. Umekaa sehemu ambapo matajiri ya wapo wanaoweka fensi kubwa na kadhalika, majirani unawaona, lakini upanda hata michongoma Panda michongoma, weka mazingira sawa, wezesha mawazo yako kuconnect na sequence na frequency ambayo itakuinua. Fagia mbele yako pale asubuhi, ya panda maua, mwagilia kila leo, usikae hapo. Nakaa mezani, mnaweka viatu, viatu vinakaa mezani, soksi ziko kwenye kiti, sifuria iko kwenye meza ya TV. Soswaili ni ujinga, ndio maana yake. Haijalishi hmm, mazingira yakoje, ya lakini wewe we umeafiki vipi? Kuanzia leo, ndugu mtazamaji, kataa mazingira ku dictate mawazo yako. Usichokikubali kibadili, usichoweza kukibadili kikubali. Mazingira hayana will mazingira yana nia yenyewe. Mazingira yanawekwa hivyo na wenye mazingira. Wewe mm -hmm. unayekaa pale ndio unasababisha mazingira yako kuwa hivyo. Una uwezo ukiamisha planti hii hapa, haitakataa kwamba sitoki mm hapa -hmm. unang'oa, unaweka pale, mazingira ya kutegemea mm -hmm. Bwana Mungu alipomuumba mtu, moja ya kusudi as alimi na kutunza bustani mm -hmm kuweka ku maintain mazingira kuwa sawa Mwenyezi mm. Mungu alituwekea mazingira sawa. Zambi inatupotosha tunakuwa wachafu kifikra na tunachafua na mazingira. Ukikaa mazingira ulioafiki nayo, kuafiki kwako kuna determine mawazo yana flow vipi ndani ya fikra yako. Mazingira weka order na uwezo wako ule mdogo Hakikisha pako clean mm. unapokaa, mm. pako clean, weka mazingira clean kwa uwezo wako mdogo, pasinuke, vyombo vichafu visikae. Ndio maana utaona watu wote ambao mapepo wanawatawala sio wasafi. Wasafi wanaweza wakatawaliwa na Shetani, lakini wanaotawaliwa na mapepo pepo naitwa pepo chafu wale pepo walikuwa na uwezo wa kuwaza thoroughly, walikuwa judicious katika nani, kuinteract na Kristo. Lakini yule waliye mtawala alikuwa nguo imechanika chanika, kichaa anakuwa amefungwafungwa menyororo na kama kaburini. Yeye aliyetawaliwa ni mchafu mno, uchafu unatembea na mapepo na pepo chafu. Neno pepo ni hewa, harufu Jari mm. na nauwe pia hakikishe, unaweza ukaa, usiwe na perfume lakini uwe na kalolon, usinuke kikwapa mm. nguo yako iwe safi, isinuke joto, sinyuke jasho, unaingia ofisini watu wanusi angalau kama nukato. Zebu zingine zilitoka hapa Afrika jo, tuko watu waanga tu. perfume ni shetani, uumwamuke aliye mpulizia Yesu. Yesu akamwambia mwache, alimwagilizie hiyo pafyumu, anaifanya ni kwa ajili ya maziko yangu. Alikuwa anamaanisha nini? Pafyumu ni shetani? Bwana alikuwa anapenda manukato hadi kwenye tabernacle. Eti kuna pafyumu za kishetani? Pafyumu za kishetani kama unazijua usijitumie, tumie basi za kimungu. Tumefika mwisho kwa leo, ili tutangaze na semina yetu, lakini tutaweka ah. clean Next week panapo majaliwa tutaongelea hali rafiki. Mm. Kumbuka tu kwamba mazingira yanakuwa defined mm, na wewe, wewe ndio unafanya mazingira yao hivyo. Mm. ukiyafikiana na mazingira ya namna hiyo, mawazo yako yanakuwa rafiki naye, maanake mm, mnapasiana. Angalia sehemu watu wanagombana kila siku, nyumba yao ni shagalabagala, anaamka asubuhi ajatandika kitanda, kumbe ndio jambo la kwanza anamka asubuhi, mkeka wake hajafunga. Sio kwamba wote wana vitanda. Sehemu unakolala ni kama airport, ndiko unapopaa na ndiko unakotua. Unapaa usiku, unatua asubuhi. Watu walikuwa nadhani wanaopaa ni wachawi tu. Mwanadamu yeyote ambaye ni mtu aswa lazima awe na uwezo huo. Hata unyaku, kunyakuliwa ni uwezo wa kupaa. Hatutaingia huko sana, lakini tukumbuke Kitanda chako ni airport, una take off, una land mm. unaamka asubuhi umetoka jacho, alafu hujaweka sawa runway, utatua wapi hmm? Okay, so tumefika mwisho kwa leo kwa mazingira. Najua bwana Mungu atatuangazia zaidi lakini usijichukulie poa, kwani umeishi, kwa sababu umeishi mazingira ya kawaida sana. Haijalishi, unaweza ukawa naishi mazingira ya kifahari. Kifahari kinakupotosha, unakuwa unajikweza, una dharau, una una mm. wengine mm. Kumbe mazingira pia yanakuathiri vibaya. kila leo inabidi huwe unakumbuka definition ya mazingira, ni kuafiki kwako. Dictate mazingira yaweje, una uwezo wa kufanya mazingira yaweje, una uwezo wa kufanya rafiki yako aweje? ya mazingira rafiki na wewe yaweje? Weka sawa mazingira, mawazo yatatembea pia sawa. Tunawakumbushia kuna semina kubwa sana imeandaliwa kwa ajili ya wana mahusiano. Hiyo semina tutaongelea uimara wa mahusiano. did you know kwamba kwa sasa katika ndoa elfu kumi ndoa moja tu ndio inafanikiwa, kwa asilimia ni sifuri sifuri sifuri moja, ndoa ya kweli mm -hmm. katika ndoa elfu kumi mm -hmm. kwa leo mm -hmm. ni moja tu ndio inafanikiwa. Wengine ni wanafiki, wengine ni jitihada, tumeisha zaa tufanyeje? Wengine wanavumiliana, hakuna jinsi. Lakini tutakapoongelea uimara wa mahusiano mm -hmm. kama una mume, una mke mm -hmm. Njoni wote wawili kama mwezi kuja wote wawili, njo wewe tu. Bwana Yesu peke yake aliokoa dunia nzima. mm. Moja, it takes just one. Ukielewa wewe unaweza ukaokoa mwenzako. Kwa hiyo semina hiyo itakuwa tarehe ishirini na saba mwezi ujao, mwezi april mwezi wa nne hapo. mm. Lulu Sinza, Sinza. Maelekezo yote yako pale tangazo, eh, tangazo naomba ala, inas, itasomeka hapo. Ndugu wezi wanaiweka hapo hiyo tangazo. Uh, tunasoma hapo sisi sote tuko nyumbani mm. Unasoma kwa detail na kutadia namba tu za simu ambazo zinasomeka pia pale yeah. Sifuri saba nane nne hamsini na saba sifuri tatu sifuri sita sifuri saba nane tano nne hamsini na saba sifuri tatu sifuri sita Hizo namba utazipiga simu ili uweze kufanya booking yako mapema, kwani kumbi sio kubwa sana mm -hmm, ili tuwe tunajua limit ikoje ya watu watakaoingia hapo. Nalipa namba iko pale mm -hmm. Lakini ukifanya mawasiliano itakuwa vyema baada ya kulipia ili uweze kupewa tiketi yako kwa wakati. Nadhani uh, uh, ndugu Ezra utarudia tena kuweka hiyo kidogo, mm -hmm. ili ndugu wasome vizuri, wale ambao wajakariri yes. Na kwa ndugu wote ambao mtakuwa mnarudia pia YouTube, mtaona pia kwenye mtandao Chomoza Media, na details zote ziko hapo. Karibuni wana mahusiano, tujengane na tuimarike, kwani maisha tutaongelea mahusiano kikazi mm -hmm. kwa viwango, kwa ngazi zake zote, unaweza ukafaulu katika kuishi, kwani maisha ni mahusiano. Mahusiano ndio mawasiliano yenyewe, ukihusika ipasavyo, mafanikio dhairi. Tuwapenda daima. ii Ewe Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote, dumisha amani, umoja na uhuru. Mipango yote mikakati, Bwana ufanikishe kwa amani, na uwepo wako usiwe pungufu viongozi wajaze hekima ya kutuongoza kwa usawa mapenzi yako. Bariki East Africa Community na uongozi wake wote, na Afrika nzima ibarikiwe nawe na ulimwengu wote, na Bwana Mungu bariki Klaus Media Family na uongozi wake wote. Bwana Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. We love you dearly and always will do, may God bless and keep you safe.